Leo ndani ya ujue Uislamu tutakwenda kuendelea katika sehemu tuliyoishia. Tulisema tutaanzia katika shurutu istinja, masharti ya kustanji ya kujichamba. Sharti la kwanza wanazoona wakatuambia wa alla yajifa naj najasu wala yantakila eh. Ondeli na najisi isiwe ni yenye kukauka. Masharti ya kuweza kutumia mawe ukiwa uko porini uko, labda hakuna maji, uko sehemu mbali hakuna maji, kuna mawe hapo. Sasa masharti ya kutumia hayo mawe, sharti la kwanza tukaambiwa ni alla yajifan najasu eh, wala wala yantakil, yani ni ile najisi isiwe ni yenye kukauka wala, eh, isiwe ni eh, yenye kuhama hama kwenda katika sehemu nyingine. Lakini sharti la pili tukaambiwa, alla yakhtalita bin najsi alakhar, yani isiwe ni yenye kuchanganyika na najisi nyingine eh? Imetoka najisi kubwa ikachanganyika na najisi nyingine, isiwe hivyo, ma katika masharti yake. Sharti la tatu, alla yatajawaza al makhraj eh, kwamba alla yatajawaza al makhraj, isiwe ni yenye kuvuka ile sehemu yenye kutoka pale, sehemu yenye kutoka ile najisi, isiwe ni yenye kupitiliza, ile najisi imesambaa maana yake. Lakini sharti la nne na la mwisho ni an yakuna alhajaru, ni yawe hayo mawe, yanatakiwa yawe au ma yakumu maqamahu au kama ukiwa umekosa mawe, kile kinachosimama kinachokava nafasi ya ile mawe, kiwe jafan, kiwe ni chenye kukauka kikavu eh, tena tahiran, kiwe ni tahara, qali'an linnajasati, chenye kuweza kukwangua ama kuondoa ile najisi. Haya ndio masharti ya kuweza kujichama ama kustanji. Kwa hivyo leo tutaishia hapo. Lakini katika kipindi kijacho tutaendelea mayakumu maqamul hajari. Eh, mayakumu maqamul hajar. Eh, kitu kinachosimama kinachokava nafasi ya mawe. Kama ukiwa umekwenda porini sasa, umekosa mawe. Kitu gani ambacho kinaweza kikasimama mbadala wa mawe? Hiyo tutapata katika sehemu inayokuja katika kipindi kijacho. Endelea kutufuatilia eh, katika kipindi chetu cha ulimwengu wa Kiislamu.